Kuna siri fulani za kisaikolojia ambazo ukizijua mapema, maisha yako yote yanageuka. Siri ambazo zinakuokoa dhidi ya maumivu, kukata tamaa, kupoteza muda na hata kujipoteza. Lakini tatizo ni hili, hakuna anayekufundisha siri hizi darasani, nyumbani, hata marafiki hawazijui. Leo nakupa siri sita za kisaikolojia ambazo kama ningelijua mapema ningefanya maamuzi tofauti, ningelinda nafsi yangu, ningekuwa mbali zaidi. Na nakwambia mapema, siri ya sita ndiyo nguzo ya amani ya ndani. Usiondoke kabla hatujaingia ndani, subscribe kwenye chaneli hii ya Fikra Chanya, bonyeza notification bell na ushare video hii kwa mtu unayemjali, kwa sababu mwishoni kuna kitu muhimu, sitaki ukikose. Siri ya kwanza: hata ukimwamini mtu Bakisha baadhi ya mambo kwako. Katika saikolojia kuna kitu kinaitwa selective vulnerability, udhaifu unauchagua kwa makusudi. Si kila mtu ana nafasi ya kujua kila kitu kuhusu wewe. Unapofichua siri zako zote kwa mtu, hata kwa nia safi, unatoa nguvu, udhibiti, kinga na wakati mwingine silaha ya kukuumiza. Watu wanaweza kubadilika hisia hubadilika, ukaribu hubadilika. Mipaka si ukatili, ni kinga ya akili, hekima. Ukitaka kudumisha amani yako, hakikisha unachagua ni sehemu gani ya maisha yako unayofungua kwa nani. Siri ya pili: ukipanga kujenga kitu cha maana, jitayarishe kukosolewa. Kila ubunifu mpya unaonekana kama tishio kwa wale wanaoganda kwenye mazoea. Kisaikolojia, ubongo wa binadamu unapenda utulivu, sio mabadiliko. Ndiyo maana hata kwenye mafanikio makubwa ya dunia waliokusudiwa walikosolewa kwanza. Hivyo ukisikia, hii haitafanikiwa. Wewe sio mtu wa kufanya kitu kama hiki. Umepotea. Hiyo ni ishara kwamba umeanzisha kitu kinachowatetemesha watu waliosimama. Jenga, endelea, simama imara. Siri ya tatu, afya yako ya akili ni muhimu zaidi. Hapa ndipo wengi wanaanguka. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na kazi bora, unaweza kuwa na mafanikio makubwa, lakini kama akili yako iko katika giza, hamna unalofurahia. Kisaikolojia, ubongo uliokosa utulivu hauwezi kufikiri kwa undani, kuchukua maamuzi mazito, kuona fursa, kufurahia ushindi. Usiruhusu mafanikio yanaonwa na watu ya kuchukua mbali na amani hawaioni tenga. Muda wa kupumzika, linda afya yako ya akili kama unavyolinda malengo yako, maana bila akili salama hakuna mafanikio yanayojenga; maisha yanabomoa. Siri ya nne, kubali watu wasipokupenda. Wengi hawajipendi hata wenyewe. Watu hawakuoni wewe, watu huona matatizo yao kupitia kwako. Mtu anayechukia mwenye wivu mwenye maneno mazito kuhusu wengine, mara nyingi ana vita ndani vinavyomchoma. Usiruhusu sauti ya mtu aliyejawa majeraha kuwa sauti inayokwambia wewe ni nani. Wewe siyo mtazamo wa mtu aliyejeruhiwa. Jua thamani yako bila kuomba ruhusa ya kupendwa. Siri ya tano: si kila kitu kitaenda kama ulivyopanga. Uwezo wa kubadilika ni super power. Maisha hayaendi kwa mstari. Kisaikolojia, watu wenye uwezo wa adaptability ndio wanaopona mapemba zaidi baada ya maumivu, hasara, daruba na misukosuko. Ukiwa mgumu kupindika, unavunjika haraka. Ukiwa rahisi kubadilika, unavuka vikwazo ambavyo wengine wanakwama. Usibishane na hali, ibadilishe. Usilalamike na mazingira, yatumie. Usingoje muda ufae, muweni tayari kila muda. Uwezo wa kubadilika ndiyo silaha ya waliofanikiwa kimya kimya. Siri ya sita: usipoteze muda kwa mambo usiyoyadhibiti. Amani yako inaanzia hapo. Hii ndiyo siri ambayo ingelibadilisha maisha yangu mapema. Katika saikolojia, hii inaitwa internal locus of control. Watu wenye mtazamo huu hulenga tabia zao, maamuzi yao mtazamo wao na juhudi zao. Kila unapoweka nguvu zako kwenye mambo nje ya uwezo wako, unajiumiza kiakili. Amani inaanza pale unapokubali kwamba dunia haiwezi kudhibitika, lakini moyo wako unaweza. Kama hizi siri zimekugusa mahali fulani ndani yako, basi video moja haitoshi. Subscribe, bonyeza notification bell na ushare video hii kwa mtu ambaye unataka ache kuteseka kwa mambo yasiyomsaidia.